Asante sana. Um, msikilizaji, mimi ni Askofu George Mechumo saidi ya hayo nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Mimi ni msimamizi wa jimbo la Bungoma Kanisa Anglikana Kenya, na kwanza, ninawakaribisha msimu huu tuweze kusherekea pamoja eh, Pasaka ikianzia siku ya Jumapili ya Mitende ambayo ndiyo ilikuwa siku ya kwanza katika wiki takatifu. Na hapo jana tumekuwa na ibada kanisani ya kusherekea ukuhani, pamoja na namna Yesu alivyofanya na kusindua ekaristi, yaani chakula cha Bwana, pamoja na kuosha miguu za wanafunzi wake. Na hapo ndipo ukuhani wetu kama Wakristo uliposinduliwa rasmi na Yesu, na kisha akaweza kutupa hata E, ile sheria mpya ya kupendana sisi wenyewe kwa wenyewe na Wakristo kwa jumla duniani. A, leo hii tunaadhimisha sasa yaani Ijumaa njema. Ijumaa njema hii inajulikana katika majina mbalimbali. La kwanza sana sana, sana wanahitaja kuwa ya kwamba Ijumaa yenye giza iliyokuu na tena tunaijua kama ni Ijumaa njema ambayo ni Ijumaa Takatifu, na tena ni siku ambayo ni kubwa sana ya manufaa katika Ukristo, na tena ni siku ambapo Yesu Kristo aliweza kuteswa na kisha akaweza kuwekwa kwenye msalaba. Basi ijumaa hii ni siku ambayo sisi tunaji tunajuta sana kwa ajili ya dhambi zetu kama wakristo duniani tukifikiria yaliyompata mwokozi kwa sababu ya kutaka kuokoa dunia mzima, na hasa sisi tuliyo wa Kristo. Kwa hivyo tunayehesabu siku hii tunapoiadhimisha, tukikumbuka namna alivyosulubiwa msalabani Yesu Kristo, na kisha kafa kule Kalvari, yaani katika eneo la Golgotha, yaani wakati ambapo yeye aliweza kuwekwa msalabani ...Kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Kwa hivyo Ijumaa njema kwa Wakristo ni wakati ambapo tunaadhimisha yani, sehemu ya mwanzo sana ya Pasaka. Na kwa hivyo tunapoingia katika msimu huu, Wakristo wote duniani wanashiriki katika ibada zile za njiani za njia ya msalaba. Na kisha tunafanya hivyo ingawaje hatuwezi kukuwa na ibada kamili ya ekaristi lakini ibada wa Kristo wanaingia makanisani kwa zile ibada fupifupi fupi, ambazo ni zimejawa na huzuni na zimejawa tena na watu kuweza kujinongonozea ndani mwao. Basi siku hii ni ya maombi na tena siku hii ni ya mkesha, tunapotarajia mafufuko ya Bwana wetu Yesu so Kristo. ni siku takatifu ni siku ambayo ilianza Jumapili ya mitende namna nilivyosema, tukaingia siku ambayo ni Alhamisi njema na kisha leo hii tunapoadhimisha Ijumaa njema. Sasa tunaendelea hivyo mpaka tufike Jumapili ambapo Yesu Kristo atafufuka kwa siku ya kwanza kwa juma. Sisi tunaiita siku hii kuwa ni Ijumaa njema kwa sababu karibu tatu hivi kwanza ni ya kwamba ni siku ya mafufuko yake Yesu Kristo kutoka kwa wavu. Na la pili ni ya kwamba Yesu alionyesha ushindi mkubwa sana dhidi ya kifo na kisha kuweza kushinda dhambi. La tatu ni sisi tunaadhimisha Pasaka wakati tunaposherekea siku hii ya Ijumaa njema. Kwa hivyo waumini duniani kote kote wanashiriki kwa pamoja nasaidi sana wakiwa na muda wao mchache, ili waweze kutulia na kufikiria yaliyomkuta Mwokozi na namna wao wamezama katika dhambi, wanachuta na kutubu na kuomba, ili wanapokesha na kutarajia mafufuko ya Bwana wetu Yesu Kristo, wawe hivyo wanajiandaa vilivyo kwa kufikiria sana, kwa kujinongonozea sana, wakati kama huu unapofika saa sita mjana mpaka tufike saa tisa mchana alasiri. Basi, wakati huo ni siku ya mahangaiko zaidi kwa wanadamu, na hasa wale ambao ni Wakristo, kwa sababu tunafikiria na kufikiria na kujuta mno kwa sababu ya kifo cha Mwokozi Yesu Kristo hapo msalabani. Wakati huu Yesu ako msalabani saa tisa, na kwa hivyo analia namna Mungu amemwacha na tena Mungu anaondoa uhai wake, ya haya ndiyo inasababisha sisi siku kama hii tuweze kufikiria sana, na ni siku ya muhimu sana katika maisha ya Mkristo muumini ambaye yeyote anampenda Yesu Kristo. Vile nilivyosema msikilizaji, siku hii sana sana hatuwezi kuwa na misa ya Ekaristi. Uh, tunaenda kwa makanisa, wengine wanaenda kwa makanisa ili wakaweze kuomba tu kwa ufupi na waende nyumbani baada ya saa tisa ama saa sita. Lakini pia wale ambao wanashiriki njia ya msalaba wao wanasimama katika maeneo fulani fulani palipopangiwa njiani, kwa misa zile fupifupi fupi, maombi na kujuta na tena kufikiria yaliyomkuta mwokozi Yesu Kristo. Jambo lingine ambalo linafaa sana tuweze kujua ni ya kwamba tunaanza kujifunza mambo mapya kutokana na kuweza kusulubishwa kwa Yesu msalabani. Mojawapo ni ya kwamba tunakundua, watu wanapoanza kuingia katika machungu ya mwili, basi lazima tukubali ya kwamba itakuwa sehemu ya maisha ya binadamu. Maana kusulubiwa kwake Yesu Kristo hata nasi tunashiriki kwa yale yaliyomkuta mishumari tulizoenda mikononi na miguuni pake. Kwa hivyo machungu ya mwili ni kawaida ya maisha ya binadamu kwa jumla. Jambo la pili ni ya kwamba linaweza kukuta mtu katika fikra, katika nafsi, huweza kupata kuangaika, yani kuwa na ile tunaita stress, na tena ile pain, yaani ule uchungu ambao tunaweza kusikia kimoyomoyo. Basi haya pia inakuwa ni kama sehemu ya maisha ya binadamu, na tunafaa tu yakubali sana. Tunakubali kuwa ya kwamba kuweza kupata changamoto za aina hii siwezi kutokana na dhambi, bali zinatokana tu na namna hali inatukuta. Hakuna yeyote aliyetarajia ya kwamba siku hiyo Yesu ataweza kusulubiwa msalabani, kwa sababu hatukuona na hatukujua lakini yalipotokea tuliona yakitendeka kwa macho na kwa hivyo sio ya kwamba Kristo alifanya dhambi maana yeye hakutenda dhambi wanadamu walitenda dhambi yeye ambaye hakufanya dhambi yoyote ilibidi afe asulubiwe msalabani ili aokoe wale waliozama katika dhambi na hawa ni binadamu wote kwa hivyo Yesu Kristo anashiriki kifo chake na mateso msalabani, micheleti zote zilizokuwa zinamfikia yeye. Kwa sababu yeye ni binadamu kama sisi, anashiriki machungu yetu, na pia sisi tunashiriki yale machungu ambayo yeye aliweza kuyapitia kama mwanadamu mwenzetu na tena kama mwana wa Mungu aliye na uungu wa mbinguni. Kwa hivyo tunapopiga tabu tujue ya kwamba sisi hatujapoteza neno kwa sababu neno lingali pamoja nasi kupitia kwa vitendo na kujitolea kwake Yesu Kristo kufa msalabani. Hii ndiyo sasa inafanya kilele cha siku hii ya Ijumaa Njema. Tunapofikiria hayo mambo ambayo nimeyasema kwa mkusasari tu, tunaingia kwa jambo la Pasaka yenyewe kwa sababu baada ya mkesha wa Jumata, ya Jumamosi tunaingia Jumapili, siku ya kwanza ya juma ambapo Yesu Kristo alifufuka kutoka katika wafu. Katika injili ama katika eh, agano chipya hakuna mahali pameelezewa kuwa ya kwamba Wakristo wanaweza kuadhimisha eh, siku sikukuu hii ya Pasaka. Kile ambacho tunaona katika Bibilia inazungumziwa mahala tu pamoja, na ni matendo ya mitume sura ya 12 mstari ni wanne hapo ndipo tunasikia jambo la mafufuko ya bwana wetu Yesu Kristo. Basi mafufuko haya ama pasaka hili tunaanza kujifunza kwa neno ambalo linatumiwa katika matendo ya mitume kama pascal, yani katika Kiingereza inamaanisha yani Passover, yani katika lugha ya ile agano la kale inatajwa katika Matendo ya Mitume 12 mstari ni wa 4. Kwa hivyo sisi kama Wakristo tunaadhimisha kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo, tunaadhimisha kwa sababu imekuwa ni mtindo na tena ni desturi. Mwanzo wake unaenda kule nyuma katika karne ya pili na ya karne ya tatu anodomin, ambapo Wakristo mara ya kwanza walichotokeza ili wakaweze kushiriki katika hali ya kuadhimisha siku kuu ya Pasaka. Jambo hili halijaweza kupewa kwa upana katika Agano Jipya, lakini limekuwa likitokea katika andiko takatifu. Kwa hivyo, ukisoma vizuri sana katika Agano Jipya neno tunalolipata sana ni siku ya Bwana. Na kwa hivyo siku ya Bwana ndiyo ilikuwa inaadhimishwa na Wakristo katika mirengo za wale ambao walikuwa ni Wakristo kutoka katika mrengo wa mataifa, wale walioanza kukubali Kristo kama Bwana na mwokozi wao waliadhimisha siku ya Bwana, na siku hiyo iliadhimishwa siku ya kwanza, yaani ikiwa ni Jumapili kila juma. Na kwa Mkristo ambaye alikuwa ni wa mrengo wa mataifa ambaye sasa alikuwa ni muumini basi aliamini kuwa Pasaka ni kila Jumapili kwa sababu ilitendeka siku ya Jumapili. Kwa hivyo, walipojiunga pamoja, walikuwa wanashiriki kwenye Pasaka kila juma. Kwa hivyo, siku hii ikiwa ni Jumapili, siku ya kwanza kwa juma, ni siku muhimu sana katika Ukristo. Hili ndilo tunalitaja katika theolojia kuwa the Christian tradition yaani mwanzo wa utaratibu wa sala na ibada za Pasaka na tena za ibada za kawaida katika kanisa hasa lile linaloshirikisha Kristo katika hali ya kuadhimisha ekaristi. Basi, kila Jumapili ni siku ambayo ni muhimu mno, na wale ambao wanazungumuzia, yaani siku ya Sabato, inafaa sana wajue ya kwamba Wakristo wanaingia kuabudu makanisani Jumapili kwa sababu ni siku ya mafufuko ni siku ya Pasaka, ni siku ya Bwana, tunaenda kuadhimisha ili tukaweze kujazwa na Bwana anene pamoja nasi. Jambo la pili ni ya kwamba tunaona Wayahudi ambao pia walikuwa ni Wakristu, basi waliadhimisha siku hii ya Pasaka kwa njia ya kuiona kama ni siku ya kutoka Misri, wakati ambapo Bwana aliweza kuwaokoa wana wa Israeli kutoka katika inji ya utumwa ya Misri na akawapeleka katika hali ya Uyunani. Kwa hivyo Wayahudi wanaichukulia kuwa ni siku ya Passover, siku ya kutoka Misri ambayo ilitendeka siku kila mwaka, ilitendeka siku ya 14 wakati wa mwezi unaojulikana kwa Kiebrania kama ni mwezi wa Nisan, yani ambayo ni mwezi wa tatu na mwezi wa nne ambayo ilikuwa inasherekewa, ukilinganisha yani, ikiwa katika takwimu iliyozinduliwa na Baba Mtakatifu Gregory, yani ikaanzisha, uh, mambo na mvumo huu wa kuweza kusherekea mambo ya Pasaka. Kwa hivyo katika mwezi huu ukienda kule Uingereza wandio siku wanaita ni mwezi wa spring, yani is a spring yaani ni wakati ambapo majira inabadilika kutoka katika baridi kali sana na kuingia katika majira ya kuanza sasa kujisikia choto kidogo, yani tukielekea wakati tunaita ni summer. Basi wakati wa pasaka huu ndio ilikuwa siku ama ibada ya kwanza ama maadhimisho ya kwanza sana. Yaani kushinda zile maadhimisho ya siku zingine zote na ibada zote. Kwa hivyo ilikuwa ni ya muhimu sana kwa Wakristo na tena kwa wale ambao ni Wayahudi. Tofauti hii kati ya Wakristo mrengo wa mataifa na mrengo wa Wayahudi uliweza kusuluhishwa wakati wa kongamano la, la mkutano uliotendeka mwaka wa 325 Anno Domini ambao unajulikana kama ni mkutano wa Nikea, yani the council of Nikea. Na hiyo council, aliyekuwa mwenyekiti alikuwa ni Mfalme Constantino ambaye alikuwa ni mtawala wa Warumi. Yeye ndiye alikuwa ameketisha mkutano huu, maaskofu wote wakiwa wamekusanyika kutoka ulimwengu mzima, mashariki pamoja na magharibi, na hata kule Afrika na kwingine kule. Basi mkutano huo ulipitisha ya kwamba tutakuwa tukiadhimisha siku ya Pasaka, yaani Jumapili ya kwanza baada ya mwezi mkubwa, yani ni full moon, yaani kufuatia ile tunaita the equinox, yaani wakati huo ndipo tunaanza sasa kuadhimisha siku kuu ya Pasaka. Tunaangalia takwimu kila mara, inaanzisha yani Pasaka inakuja katikati ya mwezi wa tatu tarehe 22 na mwezi wa nne tarehe 25 kila mwaka. Tunatafuta hapo siku Jumapili inayofaa, basi hapo ndipo tunawekwa kwenye takwimu ya kwamba kusherekewe Pasaka namna tunavyofanya sasa hivi. Basi tunafuata mtindo huu tangu iweze kusunduliwa kirasmi mpaka mwaka huu na mwaka huu tunasherekea Pasaka tarehe 20 mwezi huu wa nne, yaani ikiwa tumefika tu siku mbili tutaingia kwenye Pasaka rasmi. Kwa hivyo mwanzo wa Pasaka vile nilivyosema, ni karne ya pili Anno Domini, kati ya karne ya pili na kati ya karne ya tatu Anno Domini, ambapo uh, baba zetu waanzilishi wa imani na dini ya Kikristo waliweza E, kuanza kurekebisha yale ambayo yalikuwa yanafundishwa na watu waliopotoka tunaowaita katika lugha ya kithiolojia the Gnostics, yaani wale ambao hawanataka mageusi ya haraka katika hali ya dini na tena katika hali ya serikali, na kwa hivyo walisimama kitete maaskofu waanzilishi kuwa ya kwamba wanapinga juhudi za watu waliopotoka kuweza kufundisha imani iliye kinyume na imani ya kawaida, na ndiposa wakaweka ya kwamba tuwe tukisherehekea siku hii ya Pasaka ili kujulisha ulimwengu ya kwamba yale yaliyotokea ni ya muhimu katika maisha ya Kikristo, na kwa hivyo inaambadana na mambo ambayo yameandikwa katika Injili na tena katika Agano la Kale. Asante sana, Wakristo.